yes mambo vipi mwana sawa sawa digital hope uko poa kabisa na niko hapa na story ambayo inahusiana na, na masuala mazima ya nyuklia. Of course kila mmoja anakuwa anajua kwamba ukizungumzia nyuklia ni moja kati uh, ya mabomu ya, ambayo yana ya, athari ya, ya, ya, ya, ya kubwa sana hasa katika maisha yetu tu haya ya kawaida lakini pia eh, siku ya leo kulikuwa kuna maongezi ambayo yameweza kufanyika eh, baina yake eh, Trump rais wa Marekani pamoja na eh, kiongozi kutokea huko Eh, Iran ni moja kati ya nchi pia ambazo zinasemekana pia kuweza kumiliki bomu hilo. Sasa kumekuwa kuna maongezi ya kuhusiana na Trump ameweza kuwazuia kwamba E, wasiweze kuumiliki hilo bomu kwa sababu litaletea ma, madhara makubwa kabisa lakini, na mara baada ya kikao chao kuweza kumalizika huenda, e, e, kuna watu wengi labda walihisi kwamba kuna ugomvi ambao unaweza ukatokea, au maelewano, hawatakuwa na maelewano mazuri au kuna kitu kinaweza kikatokea kibaya kwenye e, mdahalo huu ambao ulikuwa umefanyika ambao ni wa kimaongezi tu ya kawaida, lakini mwisho wa siku wameweza kumaliza salama kabisa bila e, kuonyesha kwamba kuna mmoja amechukia, mmoja amefurahi. Unajua hata kwenye kupiga hivi story then unaweza kuwa unamsimulia mwenzako alafu mwisho wa siku ukahisi ataipokea kwa ubaya au anaweza asipokee pale pale moja kwa moja, then akaja kukumind hapo baadaye. Lakini pia wao wamemaliza salama kabisa bila eh, malalamiko yoyote wala mmoja kuonyesha kwamba hajapendezewa na hicho kitu. Lakini si hivyo tu eh, kikao chao pia kitaendelea wiki ijayo, na ndivyo ambavyo wameweza kukubaliana siku hii ya leo kwamba wiki ijayo wataendelea kuongea hili. So, tuendelee kusubiri kwamba Iran pia atakubali swala hili au ataweza kumu uelewa na, na maongezi hayo ambayo yameweza kufanyika kwamba bomu hilo lisiweze eh, kutumika katika nchi yao. Tunajua katika dunia yetu kuna nchi nyingi ambazo pia zina, zina, zinaendeleza vita. Vita imekuwa ni kubwa, eh, machafuko yamekuwa ni makubwa, lakini sisi Watanzania tuna enjoy kwa sababu eh, nchi yetu imetulia kabisa. I think hii hii amani ambayo tuko nayo tuendelee tu kuidumisha, lakini pia tusiwe na machafuko machafuko mala mavita mala nini kama nchi za wenzetu huko. So tusubiri wiki ijayo nini kitatokea, mara baada ya mkutano huu au mdahala huu au maongezi yao pia yatakavyoendelea, kwamba nani atakuwa ameshakubali kwamba Iran atasema basi fresh, mimi siwezi kumiliki hivi vitu au Marekani pia atafanya namna gani ambayo anaweza kahisi kwamba Iran kuto kuendelea kumiliki mabomu hayo ya nyuklia. Ni mabomu mabaya sana ambayo yanaleta kuleta maathari makubwa kabisa au matatizo makubwa katika dunia au katika sehemu yoyote ambapo bomu hilo linaweza lika likaachiliwa lika, lika, likaweza likalipuliwa. Sasa sisi kama Sawa Sawa Digital tutakuwa bega kwa bega kuweza kufuatilia hiyo wiki ijayo nini kitatokea ili tuweze kukupa wewe mwana Sawa Sawa uweze kuelewa vizuri kuhusiana na hichi ambacho kimeweza ongelewa e, siku hii ya leo. Ingia kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter bila kusahau YouTube. Tunatumia kama sawa sawa digital, utakuwa umetisha kinoma noma. Kwenye Instagram ni sawa sawa media, unatupata pale. Kwa taarifa zote hizi utakuwa unazipata kwa wakati.